Taharuki imetanda katika uwanja wa kimataifa wa Hong Kong baada ya ndege moja ya mizigo kuteleza kutoka kwenye barabara na kuingia baharini, tukio lililosababisha vifo vya wafanyakazi wawili wa uwanja huo na kujeruhi wengine kadhaa. Kwa mujibu wa taarifa rasmi kutoka mamlaka ya usafiri wa anga ya Hong Kong, ndege hiyo iliyokuwa ikitokea Anchorage, Marekani, iliteleza wakati wa kutua kutokana na mvua kubwa na upepo mkali uliokuwa ukivuma katika eneo hilo. Wafanyakazi wa zimamoto na uokoaji walihangaika kwa saa kadhaa kuokoa manusura waliokuwa ndani ya ndege na wale waliokuwa karibu na eneo la tukio. Taarifa za awali inaeleza kuwa wafanyakazi wawili wa ardhini wa walifariki dunia papo hapo baada ya kujeruhiwa vibaya na mabaki ya ndege, huku marubani wawili waliokuwa ndani ya ndege hiyo wakinusurika kwa majeraha madogo. Ndege hiyo ilikuwa imebeba shehena ya vifaa vya kielektroniki na vipuli vya magari. Mamlaka zimeanza uchunguzi kamili kubaini chanzo halisi cha ajali hiyo, huku shughuli za usafiri katika uwanja huo zikiripotiwa kurejea taratibu baada ya kusimamishwa kwa muda wa saa kadhaa. Ajali hii imeibua mjadala mpana kuhusu usalama wa anga katika ukanda wa Asia Mashariki, hasa ikizingatiwa ongezeko la matukio ya ndege kuteleza kwenye barabara za kutua kipindi cha mvua nyingi. Hii ni Open Online Media. mimi ni Rasu.